Pia na naitwa engineer Kija Limbu Ntemi, ni mbunge mteule wa jimbo la Katoro mkoa ni wa Geita. Niko hapa leo, tulikuwa bungeni tangu asubuhi kwa ajili ya zoezi la kuchagua speaker ambaye alipaswa kusimamia zoezi la kutuapisha sisi wabunge, lakini pia kwa sababu bunge haliwezi kuendelea bila speaker. Kwa hiyo, tumemchagua Mheshimiwa Zungu, kweli mimi nimefurahishwa, na ni mara yangu ya kwanza kufika bungeni kama kama mbunge mteule lakini nimefurahishwa na namna namna taasisi ya bunge inavyoendesha uchaguzi mzuri. Tumeshuhudia wale wa wagombea ambao ni wa vyama vingine wamefika bungeni, wameomba kula na kila mmoja ameweza kuomba kula. Ukweli uchaguzi ulikuwa wa huru na haki na kila mmoja ametendewa haki na wote wamefurahi kwa sababu uchaguzi ulikuwa ni mzuri sana. Na tunampongeza Mheshimiwa Zungu kwa sababu ameshinda na yeye anapitia anatokea Chama cha Mapinduzi, CCM ambacho na mimi ni mmoja wapo ya wabunge wanaotokea Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo uchaguzi ulikuwa mzuri na tunampongeza Mheshimiwa Zungu, tunamwombea achape kazi. Kwa upande wangu mimi kama mbunge wa jimbo la Katoro, Leo nadhani jioni hii tuta kama tutafanikiwa kwa sababu ya tunamtegemea mheshimiwa, kulingana ratiba, tukifanikiwa kwa hapa leo tutakamilisha zoezi letu e, la kukamilisha hatua za kuwa mbunge kamili wa jimbo. E, mimi ni mbunge wa jimbo la Katoro. Baada ya hapo tuna waidi tutakuwa tutaonyesha ushirikiano mkubwa kwa serikali, lakini pia tutaonyesha ushirikiano mkubwa kwa mheshimiwa spika, lakini pia kwa sababu serikali pamoja na bunge ndio wanaotuongoza, tunatarajia matarajio makubwa ya kuwapelekea wananchi wetu maendeleo katika jimbo la Katoro, maana hatuna kitu kingine tunachoenda kukifanya zaidi ya kuwapelekea maendeleo. Hata kama tutakuwa tunafanya nini, lengo letu kubwa ni kupeleka maendeleo kwenye jimbo la Katoro ambako mimi natokea maana nisipo wapelekea maendeleo, maana wale ndo mabosi zangu, nitakuwa nimejipa changamoto kwayo. Ninaamini kwa, nina kwa kushirikiana na uongozi wote utakaokuwepo, mawaziri pamoja na sehemu zote, tutafanikiwa kuwapelekea maendeleo wananchi wetu. Asante.